A TV kama mara kwa kwanza kufika hapo basi, nitakuomba usubscribe. Unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki, tukaungana hapa watu kwa pamoja, tukaendelea kufundishana au kupeana tips tofauti tofauti za ujasiriamali na kuzalisha baadhi ya bidhaa bidhaa, sorry, bidhaa tofauti tofauti hapa Rabu TV. Kama uko Mwanza, kama uko Mwanza, fika Adan Start Service Point, au ni mawakala ambao wanatoa na kuweka pesa kwenye, kwenye akaunti za watu za Mpesa, Airtel Money, Tigo Pesa, Easy Pesa na kwingineko. Pia ukiwepo Mwanza fika kwao, jamani, mwakala wa kuaminika kabisa. Pia wanauza mavazi ya kike na ya kiume pale Mwanza. Wapo Nyamalango. Sawa, wapo Nyamalango Street. Wapo Nyamalango City, opposite na Nyegezi Dispensary. Wako pale. Hawa ni mawakala wa kuaminika wa kutoa pesa na kuweka pesa, yani mambo ya Mpesa. Na leo tunaenda kuongelea jinsi ya kuanzisha hii biashara ya Mpesa na haya mambo ya hela hela hayo, mtaji wake na jinsi gani ya kufanya hii biashara. Ni rahisi sana na ni biashara ambayo inalipa, inalipa, na ndio maana unaona mambo ya Mpesa yanakuwa mengi na ni rahisi sana kuanzisha biashara hii. E, twende tukaone jinsi ya kwanza biashara hii. E, ni rabuan kana wewe unajua kuna maswali mengi mtaani, mtu naulizwa, je, na shilingi milioni moja naweza nikafanya biashara gani kwa haraka haraka? So na leo tunataka tuongelee kidogo biashara ya ya Mpesa au Airtel money au Tigo pesa ama Easy Pesa. Unajua biashara hii ni biashara ambayo kila siku yani, yani siku zinavyoendelea ku- kwenda na yenyewe pia ndio, ina- inaendelea kufanya nini kuzaliwa au kuja upya. Na hii ni biashara ambayo kiukweli, sio kwamba itaisha leo, labda mitandao ifungwe au mitandao iache kabisa kufanya kazi, hii biashara ndio itaisha. Lakini kama mitandao itaendelea kuwepo na kufanya kazi, basi jua hii ni biashara ambayo itakuwa itafanya itaendelea kuwepo muda wote. Labda tuchukulie mfano, mtu anakuuliza swali na swali hili nimeshawahi kukutana nalo sana. Mtu anakuambia bwana, mimi nina shilingi milioni moja naweza nikafanya biashara gani? Hii ni biashara mojawapo ambayo unaweza ukaifanya na ikakulipa. Sawa? Biashara hii ya kutuma pesa, kutoa pesa, kuweka pesa kufanyeje. Hii biashara unaweza ukaifanya na ikakulipa. Unaweza ukaifanya na ikakulipa kiaje? Hii biashara haihitaji mtaji mkubwa sana, kwenye huo mtaji wa milioni moja unaweza ukabaki tena shilingi laki tano au shilingi laki nne nzima ambayo itakuwa ipo ipo yani, umehifadhi hiyo, itakuwa kama ipo kwenye pochi au kwenye akiba, lakini shilingi zingine, zilizo zile, zile zingine laki sita au laki tano zikaendelea kufanya kazi kama kawaida. Ikoje hii biashara? Biashara mwanzo kabisa wa biashara hii unahitaji upate vitu viwili muhimu. Sawa? Unahitaji upate vitu viwili muhimu. Na kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukipate ni leseni. Sawa? Leseni ya biashara unaweza ukaenda kwenye kwenye halmashauri uliopo au kwenye manispaa au kwenye wilaya au nadhani nadhani hizo hizo hizo zilizotaja, ni unaweza ukapata leseni huko kwa afisa biashara wa wilaya wa mkoa wa halmashauri na kwingineko. Lakini pia uta, uta, uta, kabla hujaenda kwenye halmashauri lazima uende na barua ya mwenyekiti wa mtaa au wa kitongoji ulichopo asaini pale kwamba huyu ni, ni fulani bin fulani akupe ile barua alafu, uende nayo kule kwenye ofisi zile za za kufanyia nini za kukatia hiyo leseni ya biashara. Ni, ni kitu kirahisi sana, lakini lazima uwe na TIN namba. Hichi ni kitu cha pili ambacho unatakiwa uwe nacho TIN namba, na hii TIN namba Tanzania nzima inatolewa bure bure kabisa yani bila malipo yoyote ni bure kabisa, kwa unaweza ukaenda kwenye ofisi za TRA zilizopo karibu yako, aidha za mkoa au za manispa au za wilaya au za mji au za jiji, kote kote huko unaenda pale kwenye ofisi za TRA, unafika pale, unaomba, unaomba pale bwana, nahitaji tin namba. Utapewa fomu pale utajaza. Ukishajaza kila kitu, yani ni maelezo madogo madogo sana tu ambayo yameorozeshwa pale kwenye ile ile ile receipt, ile nani so sijui ile fomu so. Utajaza pale kila kitu sawa, utajaza kila kitu, utaweka pale majina, sijui jina la kampuni yako, sijui jina la nini, sijui jina la biashara na nini, utajaza pale alafu siku hiyo hiyo, yani utapigwa picha Sawa, utapigwa picha na kitambulisho chako na ile nani yako ile ile ile kicheti kile cha TRA kitakuwa kimetoka, alafu utapewa fomu ya kwenda kwa afisa biashara. Sasa, kwa sehemu uliopo aiza mkoa aiza kata aiza, uh, wilaya nini manispaa, uta, utaenda nayo ile fomu sawa. Ile fomu utaenda kujaza na afisa biashara atajazia ile fomu, alafu na yeye atakupa nini atakupa sasa kile cheti au certificate ile ya ya, ya biashara kwa hiyo, ukishapata ile certificate ya biashara ambayo ni leseni ya biashara, utarudi tena TRA, sawa? Utarudi tena TRA na kule TRA sasa ndio wataenda kukatia kiasi utakachokuwa unakilipa wewe. Lakini kuna wajasiriamali wadogo kama sisi, sawa, wajasiriamali wadogo kama sisi Sa, utumii ile leseni lakini, sasa utumie ile TIN namba, sorry, au leseni ya biashara, lakini unataka upate leseni ya biashara kwa sababu unafanya, unataka kufanya biashara ambayo ni halali au biashara ambayo ni rasmi. So mchakato huo wa kupata wa, wa, leseni na na TIN namba ni mwepesi sana, ni yaani ukiufuatilia sidhani kama unaweza ukachukua wiki. TRA, nani, TRA hii kwenyewe ni siku moja tu, unaenda pale unajaza fomu na unashikwa picha, ile eh? kuna maana mimi nachukua mfano kama mimi ni siku hiyo moja, tukajaza kila kitu tukapigwa na picha na kila kitu kikawa kime kikawa kiko vizuri moja kwa moja pale. Ikabaki sasa zile zile shughuli ndogo ndogo za kwenda kule kuchukua sasa ile leseni ya biashara. Kwa hiyo ukishajaza hivi vitu viwili, leseni ya biashara na TIN namba, ukishakuwa na hivi vitu viwili, laini za kutolea hela ama za kurushia hela, hapa naongelea Mpesa, Airtel Money, Easy Pesa Tigo pesa na mitandao mingine unapewa laini bure sawa. Kama una leseni na TIN namba, laini unaipewa bure, na hii ni mitandao yote Tanzania wao. Well, utaona hapa ndo kuna ugumu wa hii biashara, ni hapa kwenye, kwenye leseni na hii TIN namba tu basi. Ukishapata hiyo basi unafanya nini? Unakuwa uko tayari kufanya biashara hii hapa. So biashara hii inahitaji mtaji gani? Biashara hii inahitaji mtaji kuanzia shilingi laki tano. Uwe na kiasi cha shilingi laki tano. Basi ukishakuwa na kiasi cha shilingi laki tano, hii laki tano hii ndio itakuwa ita, ita, ita mahitaji wako rasmi wa kuanzia. Na hii ni mitandao yote sio kwamba eti kwenye M-Pesa una laki tano, sio Tigo Pesa una laki tano, sijui nini inategemeana lakini na uwezo wako ambao utakaoanza nao. Lakini kama una uwezo mdogo au wa kawaida, hii laki tano hii ina ina manage na manage mitandao yote utakao kuwa nayo wewe. Iwe Halotel, iwe Tigo, iwe Vodacom, iwe Zantel, iwe Airtel nini na nini i laki tano mtamenedi mtamenedi kila kitu kama mtaji wako wewe. Kwa hiyo unaona ni vitu virahisi ni kitu ambacho unaweza kufanya ukiwa na, na kisehemu chako ambacho kipo labda barabarani au kipo sehemu ya soko au kipo ambapo sehemu ambapo kuna mwingiliano sana sana wa watu unaweza kutoa na kuweka, wanatoa na kuweka, wanatoa na kuweka. Kwa hiyo ndio hivyo na hii biashara inafanyika hivyo. Nimeongelea kutoa leseni na mtaji wake. Mtaji wake ni kuanzia shilingi laki tano tu basi na unaweza gharama zingine zinaweza zikaingia zinaweza zikaingia kati labda zile gharama za, za kulipia nini pango sehemu ambayo utakuwa upo au kama hiyo biashara utakuwa umefungua tena kwenye biashara yako nyingine, kwa hiyo utaingia gharama ya, ya pango, kwa hiyo gharama itakuwa ipo kwenye kwenye ile biashara yako ya kwanza unayozalisha unayo, unayo. Kwa hiyo utakuwa na e, M-Pesa mule mule utakuwa na biashara yako nyingine pia utakuwa na biashara yako nyingine pia Yani nyingine na nyingine na nyingine kupitia hiyo hiyo M hiyo kupitia hiyo hiyo ofisi yako moja. Kwa hiyo tuchukulie mfano, labda mtu anauza vipodozi, sawa? Mtu anauza vipodozi, lakini mtu anaweza akatoa hela pale pale ulipo wewe, amnatanguna sehemu nyingine, pale pale ulipo wewe anatoa hela, ana anaacha amekulipa wewe pale, ananunua vipodozi kama ni vipodozi, anunua kama ni chakula, na anakuwa ameenda anakuwa amechukua safari, anaenda kwenye kwenye biashara zake zingine na hii biashara inanipeje hapa kwenye swala la kulipa. Unajua kila biashara lazima ziwe na jinsi yake ya kulipa, na wengi wetu sisi wa Tanzania sio wavumilivu sana kwenye mambo ya kulipwa. E, mtu anataka haraka haraka tu aanze kulipwa haraka haraka tu, haraka haraka tu aanze kupata hela nyingi, amna uvumilivu wa mtu ya hivi. Kuna watu ambao wa, wana, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wana ushuhuda kabisa kwamba Mpesa imewajengeza hivi, imewajengea majumba wanawafanyia vitu vikubwa na mengine na mengine na mengine, ushuhuda huo huko. Inalipeje hii biashara hii biashara? Kwenye ulipaji inakuwa hivi, chukulia mfano, unaweza uka mtu labda amekuja kutoa shilingi 10000 bwana anatoa shilingi 10000 sawa? Anapotoa ile shilingi 10000 ya kwako wewe itakuwa ni shilingi 240, sawa? Mtu akitoa shilingi 10000 kwako wewe wakala, kwa yeye wewe yeye utamkabidhi elfu kumi lakini wewe ya kwako itakuwa ni shilingi mia mbili na arobaini Mtu akija kwamba bwana niwekee hii hela kwenye akaunti yangu, sawa, au tuma hii hela kwa mtu fulani. Unapotuma ile hela, wewe ya kwako unakuwa ni shilingi mia mbili sawa, hiyo inakuwa ni ya kwako wewe. Sasa hizi ndio hela zinazoingia, sawa, mia mbili na mia mbili arobaini Sasa hii mia mbili na mia mbili arobaini hapa kazi inapokuwa hapo, kazi malipo makubwa au unalipwaje hapo? Unakuwa kwamba kadi utakavyofanya kazi yako wewe au kadri utakavyokuwa unafanya kazi yako kwa bidii, ndo ndo kulipo kwako kwingi. Unajua, sisi tuna zile za kuzarau vijisenti vile 200 vinini, lakini na kuhakikishia kwenye mtandao, mitandao yote, huo umekosa tu shilingi moja, huo umekosa shilingi moja, hawaruhusu muamala kwenda au hata kifurushi huwezi kujiunga ukikosa hiyo shilingi moja, lazima iene. Kwa hiyo vile vipointi vile, sisi tuna vitu tunavizarau, lakini wao kule Boyo, ni vitu ambavyo vinawapigia hela ndefu sana, na wanaingiza hela ndefu sana. Kwa hiyo kiufupi ni hivyo tu sawa, kiufupi ni hivyo kwamba, hii biashara inalipa, hii biashara inalipa. So ni hali kama hiyo hapo, na tufanye kitu kimoja kwamba yeyote anaweza kufanya hii biashara, yeyote anaweza kufanya biashara, awe mwanamke awe mwanaume Yeyote anaweza akafanya hii biashara na biashara hii sio kwamba ina ukijijini ama mjini au nini. Mtu yeyote mahala popote ulipo, ni vizuri tu kwamba kuna mwingiliano wa watu, unaweza ukapata wateja, basi unaifanya tu biashara hii tena, bila shida yoyote. Biashara ya kutoa hela mtandao huu kupeleka huku au kutoa hela ya, hii ni biashara ya ya helahela hela. Unaingiza na kutoa, unatoa na kuhu na kuingiza. Hii ni tobwa mara ya kwanza kufika hapa, nitaomba subscribe smaa video hizi kwa nduguliamana marafiki, minaita kijana nasitoka. Mara ya kwanza kufika hapa, Please subscribe. So,